Bodi hii ni chombo muhimu kinacholenga kuhakikisha kuwa taaluma ya uandishi wa habari inafuata viwango vya juu vya weledi, maadili, uwajibikaji, ili kuhakikisha kuwa vyombo vya habari nchini vinatimiza wajibu wao kwa jamii kwa namna inayostahiki. Kama ilivyo kwa tasnia nyingine za weledi, yani professional entities, serikali imeona wakati sasa umefika pia kwa kuitambua rasmi tasnia yetu ya uandishi wa habari kwa vitendo na siko maneno pekee. Licha ya kwamba imechukua muda mrefu kufikia hapa tulipo, lakini hatimaye leo mwanzo wa kifo cha ja ukanjanja katika uandishi wa habari umetimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nawashukuru wajumbe wenzangu wa, wa bodi walioteuliwa pamoja nami na ninaimani kuwa kwa kushirikiana kwa karibu kwa hekima, maarifa na uadilifu, tutahakikisha kuwa tunatimiza majukumu yetu kwa manufaa ya waandishi wa habari na sekta ya habari kwa ujumla. Kila mmoja wetu amepewa nafasi hii kwa sababu ya mchango wake katika taaluma ya habari, na hivyo basi, tukifanya kazi kwa umoja na mshikamano, tunaweza bila shaka kuleta mabadiliko chanya katika sekta hii muhimu hasa kwenye maeneo makuu muhimu ya maudhui, uchumi, elimu, weledi na maslahi. Tunatambua juhudi zenu na tunaahidi kufanya kazi nini, kwa karibu na ninyi ili kuhakikisha kuwa tasnia inakuwa kwa misingi bora inayolinda uhuru wa vyombo vya habari huku kuzingatia uwajibikaji na maadili ya kitaaluma na kwa kweli Mheshimiwa Waziri ni lazima nikiri ya kwamba tayari kumekuwepo na dalili za waziwazi -wazi, za kuporomoka kwa kiwango cha uandishi wa habari nchini. Ukilinganisha na miaka ya nyuma, siku hizi ni adimu kuona au kusikia kwenye media zetu habari nzito za kiuchunguzi, kama ulivyosema, habari makini za kiutafiti, pia umeligusia hili, habari kubwa za kiubunifu na hata habari za kubainisha tu mazuri na mabaya. Badala yake, tunachokisikia au kukisoma kwenye magazeti yetu, kusikia kwenye redio zetu, tv zetu, na hata mitandaoni ni mambo yale yale ya siku zote yanayorudiwa hapo hapo, kiasi ambacho kisa kingine kinaisha hivi